Appel du conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mtawala wa kijeshi wa Niger ameapishwa kuwa rais wa nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha miaka mitano. Jenerali Abdurahman Chiani ameongoza nchi hiyo tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, baada ya kumwondoa madarakani rais mteule wa Niger Mohamed Bazoum. Siku ya Jumatano, Jenerali Chiani alichukua wadhifa wa rais chini ya katiba mpya ambayo inachukua nafasi ya katiba ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Pia alipandishwa cheo hadi cheo cha juu zaidi cha kijeshi cha jenerali wa jeshi na kutia saini amri ya kuamuru vyama vyote vya kisiasa vivunjwe. Wakati wa hafla katika mji mkuu Niamey, Jenerali Chiani alisema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 Niger imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya wanajihadi kwa miaka mingi. Moja ya masuala ambayo viongozi wa kijeshi walitaja wakati wa kufanya mapinduzi yao. Unyakuzi huu wa kijeshi ulifuatia mfululizo wa wengine katika eneo hilo. Nchi jirani za Mali, Guinea na Burkina Faso pia zinaendeshwa na, na wanajeshi. Nchi zote nne zimekata uhusiano na Ufaransa iliyokuwa madarakani na kuunda ushirikiano mpya na Urusi na wote isipokuwa Guinea wamejiondoa ECOWAS, jumuiya ya kanda ya Afrika Magharibi. Uhusiano wa Niger na ECOWAS ulivunjika wakati junta ilipopendekeza kipindi cha mpito cha miaka mitatu wa utawala wa kidemokrasia mara baada ya mapinduzi. ECOWAS iliuita mpango huo uchochezi, na kutishia kuingilia kati matumizi ya nguvu kabla ya baadaye kuunga mkono. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe.